Makabila. Eh? la <laughs> api? E bana, kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na story kadha wa kadha ambazo zinaenda viral kinoma noma, lakini pia eh, sakata kubwa ambalo sasa hivi liko viral kinoma noma ni kuhusiana na Eh, Harmonize pamoja na Ibra, lakini kwa upande wa eh, msanii wa uchekeshaji hapa Bongo Mr Black Og, yeye mwenye jumla ya wafuasi laki nne elfu thelathini na nane eh, yeye bana ameweza kutoa mtazamo wake kuhusiana na masakata ambayo yanaendelea sasa hivi, yani kwamba ni kama kuna baadhi ya watu wanatengeneza trends waweze kuenda viral kinoma noma yeye aliweza kupakia post ambayo post hiyo ilikuwa inasema kwamba Bongo, e, bana inaonekana kabisa kwamba ni sehemu ambayo e, kuna kuwa kuna watu wanatengeneza namna ya kuweza ku trend, yani kwamba una, una trend alafu unamwacha mwenzako anaendelea ku trend. Aliweza kubandika post ambayo post hiyo ilikuwa na ujumbe kwamba e, chama kimegomea uchaguzi, Yanga imegomea mechi, Ibra kagomea mkataba Paten, e, kagomea manyanyaso. So inaonekana kabisa kama e, vile yani hayo masakata ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kama vile kuna baadhi ya watu wanatengeneza tu namna waweze kwenda mjini. Kwa upande wake ni kama vile ameweza kuonesha eh, kwamba Wabongo wanatengeneza namna fulani hivyo waweze kwenda vilo, kinoma ndoma kwa ajili ya kuweza kubusti kazi zao pia kwenye upande mzima caption hapa aliweza kuandika kwamba una trendi unampisha mwenzako alafu masuala mengine yanazidi kuendelea. Akaweka emoji fulani hivi za kucheka. Kwa kweli, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako, ni sakata gani ambalo unaliona kabisa limeenda viral kwenye mitandao ya kijamii? Chama kugomea uchaguzi, Yanga kugomea mechi, Ibra kugomea mkataba, Paten kagomea manyanyaso? Tupe mtazamo wako, utakometisha. Till next time, bye.